Utangulizi. Hebu jiulize swali hili kwa moyo wako wote. Kama ungeambiwa leo hii kwamba una dakika chache tu za kuishi, ungefanya nini? Ungeongea na nani? Ungeomba msamaha kwa nani? Ungeacha nini? Na ungeanza nini mara moja? Watu wengi huishi kana kwamba wana miaka mia mbele yao. Ndiyo maana huchelewesha ndoto. Ndiyo maana huacha maneno muhimu yasizungumzwe. Ndio maana huacha muda uende. Lakini leo nataka ni kusimulie hadithi ya mtu mmoja ambaye alipelekwa hadi mlangoni mwa kifo, akasimama pale, akaangalia kifo machoni, kisha akarudishwa uhai, na kuanzia siku hiyo hakuishi tena kama mtu wa kawaida. Hii ni hadithi ya Fyodor Dostoyevsky na somo kubwa sana linaloitwa mbinu ya kifo kilicho nyuma ya visigino vyako. Sehemu ya kwanza: kijana aliyepata umaarufu mapema. Miaka mingi iliyopita kule Urusi, aliishi kijana mmoja mwenye akili kubwa sana. Jina lake lilikuwa Fyodor Dostoyevsky. Akiwa na umri wa miaka ishirini na minne tu aliandika kitabu chake cha kwanza. Kitabu hicho kilipendwa sana, watu wakaanza kumzungumzia. Wasomi wakaanza kumsifu. Milango ya umaarufu ikamfungukia. Alialikwa kwenye mikutano mikubwa. Alitembea katika mitaa mikuu ya mji. Watu walimtabasamu, wengine walitamani kuwa kama yeye. Lakini kuna kitu kimoja muhimu sana ndani ya moyo wake. Dostoyevsky hakuwa na amani. Alijisikia kana kwamba anaishi bila mwelekeo. Alikuwa maarufu lakini hakujua anaelekea wapi. Alikuwa anaishi lakini alihisi anapoteza muda. Hii ni hali ambayo watu wengi leo wanayo. Una kazi lakini hujui kama ni kazi ya ndoto yako. Una siku lakini hujui kwa nini unaamka asubuhi. Una maisha lakini huishi kwa makusudi. Hivyo Dostoyevsky akaanza kutafuta maana. Sehemu ya pili: kutumbia kwenye siasa na hatari katika kutafuta maana ya maisha. Dostoyevsky akaanza kukutana na watu waliokuwa wanazungumzia mabadiliko ya jamii. Walikuwa wanazungumzia haki, uhuru, maisha bora kwa watu wa kawaida. Walikuwa wanataka kuwakomboa wakulima waliokuwa wanaonewa. Mikutano hiyo ilifanyika kwa siri. Lakini tatizo ni hili, serikali ilikuwa inawasikiliza. Watu wa serikali waliingia kwa siri kwenye makundi hayo. Walikuwa wanaandika kila neno. Walikuwa wanaripoti kila mawazo. Siku moja, bila onyo, milango ikagongwa, askari wakaingia. Dostoyevsky na watu wengine 23 wakakamatwa. Hakuna aliyepewa muda wa kujiandaa, hakuna aliyepewa muda wa kusema chochote. Walichukuliwa gerezani. Sehemu ya tatu, gerezani kusubiri bila kujua. Walikaa miezi minane ya giza miezi minane ya mawazo, miezi minane ya hofu iliyojificha. Walikuwa hawajui watahukumiwa lini, watahukumiwa vipi, wataachiwa au la. Lakini waliamini jambo moja: hakuna atakayehukumiwa kifo. Walidhani adhabu itakuwa kufukuzwa au kuhamishwa, lakini walikosea vibaya sana. Sehemu ya nne: siku ya baridi kali, safari ya mwisho. Siku ya baridi kali walitolewa gerezani asubuhi sana, wakaambiwa: leo mtasikia hukumu yenu. Walivaa nguo nyepesi, baridi ilikuwa kali sana, mioyo yao ilikuwa inapiga kwa kasi. Walipandishwa kwenye magari, wakapita mitaani, watu walikuwa wanatazama kimya kimya. Walipofika uwanjani, waliona kitu cha ajabu. Kulikuwa na askari waliopanga mistari Padri wa kanisa, umma mkubwa wa watu, jukwaa lililofunikwa kitambaa cheusi, ngolo tatu na majeneza pembeni. Ndipo ukweli ulianza kuingia polepole pole. Dostoyevski akamnongoneza mwenzake, haiwezekani, hawawezi kutuua. Lakini moyo wake ulikuwa unajua, hukumu ya kifo. Ngoma ikapigwa, afisa akasoma kwa sauti kali, nyinyi nyote mmepatikana na hatia adhabu yenu ni kifo kwa kupigwa risasi. Moyo ukasimama, dunia ikageuka, wakati ukapotea. Dostoyevsky hakuanguka, hakulalamika, alitazama tu mnara wa kanisa uliokuwa unang'aa kwa mwanga wa jua. Kisha ngwingu likapita, mwanga ukapotea. Akasema moyoni, ndivyo nitakavyopotea. Lakini ghafla wazo lingine likaja, kama sitakufa Nitathamini kila sekunde ya maisha. Hapo ndipo kila kitu kilibadilika. Sekunde kabla ya risasi. Watu watatu wa kwanza walifungwa kwenye ngolo. Vitambaa vikawekwa usoni mwa vyao. Askari waliinua bunduki. Dostoyevsky alikuwa yanayefuata. Sekunde chache kabla ya risasi, gari likaja kwa kasi. Barua ikasomwa. Hukumu ya kifo ikabatilishwa dakika ya mwisho. Watu wafungwa walipata wazimu. Wengine walilia, wengine hawakuweza kuongea tena, lakini Dostoyevsky alizaliwa upya. Kazi ngumu Siberia. Badala ya kifo, alihukumiwa miaka minne ya kazi ngumu Siberia. Aliwekwa minironi mizito. Aliishi katika baridi kali. Aliishi katika mateso makubwa, lakini ndani yake kulikuwa na moto mpya. Aliandika vitabu kichwani. Alihifadhi mawazo, aliishi kwa lengo. Aliandika kwa ndugu yake, maisha ni zawadi, sitapoteza muda tena. Maisha mapya. Baada ya kuachiwa, Dostoyevsky hakurudi kuwa mtu wa kawaida. Aliandika kwa haraka, aliandika kwa nguvu, aliandika kana kwamba ana muda mfupi. Aliandika vitabu vikubwa sana kama vile Crime and Punishment na The Brothers Karamazov. Aliandika kama mtu anayefukuzwa na kifo, kwa sababu moyoni mwake kifo kilikuwa karibu kila siku. Somo kwetu sisi: jamii inatufundisha tusifikirie kifo, lakini hiyo hutufanya tuchelewe, tuishi bila umakini, tupoteze muda. Lakini mtu anayekumbuka kuwa anaweza kufa leo hachelewi, hachezi na muda, hachukui maisha kirahisi. Hili ndilo somo kubwa Jiulize tena, kama leo ingekuwa siku yako ya mwisho, ungeendelea kuishi kama unavyoishi sasa, au ungeamka? Usisubiri kifo kikufundishe. Kikumbuke sasa na uanze kuishi kweli.